Menuka kati ya China na Niger baada ya wafanyakazi kutoka China katika kampuni moja ambayo inajihusisha na uchimbaji mafuta nchini Niger. Kampuni hiyo kutoka China, wafanyakazi wake ambao wanatajwa kuwa zaidi ya sabini, ambao wametakiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kuweza kuondoka nchini Niger baada ya viongozi katika kampuni hiyo kutuhumiwa kutoa mishahara mikubwa kwa wafanyakazi hao kutoka China, huku wafanyakazi wenye asili ya Niger kupewa mishahara midogo. Kufuatia hilo, waziri wa nishati wa Niger alitangaza ya kwamba wafanyakazi katika kampuni hiyo wanatakiwa haraka iwezekanavyo kuondoka nchini humo kabla ya Mei 31, jambo ambalo halikuweza kutekelezeka. Inatajwa kwamba halikuweza kutekelezeka kutokana na kwamba wafanyakazi hao hawakuweza kuondoka nchini Niger, kurejea nchini China, sio kwa ajili ya ukaidi, bali ni kutokana na uhaba wa mafundi katika sekta hiyo ya uchimbaji mafuta wenye asili ya Niger katika soko la nishati nchini Niger. Katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba kuna mvutano ambao usiokuwa wa kawaida kati ya Niger na kampuni hiyo kutoka nchini China ambayo inajihusisha na uchimbaji mafuta kutokana na serikali ya Niger kuchukua maamuzi ya kuweza kufuta mkataba ambao ulikuwa tayari umekwisha sainiwa kati ya Niger na kampuni hiyo, mkataba ambao ambao ulikuwa ukiruhusu kampuni hiyo kuendelea na shughuli zake za uchimbaji mafuta nchini Niger. Kampuni hiyo ambayo inajulikana kwa jina la CNPC kutoka China, viongozi wake ambao wanatajwa kuwa ni watatu wametakiwa kuondoka nchini humo kutokana na kile ambacho serikali ya Niger imefahamisha kwamba ni kutokana na uongozi wa kampuni hiyo kushindwa kuweka haki sawa kwa wafanyakazi kwa kuweza kuweka matabaka katika mishahara, ikitajwa kuwa mshahara ambao anayopewa mfanyakazi kutoka nchini China ni mkubwa mno kushinda mshahara ambaye anayopewa mfanyakazi mwenye asili ya Niger. Ni kitendo ambacho kimepelekea Wizara ya Nishati kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Niger kuweza kuchukua maamuzi kama hayo, kuweza kufuta mkataba huo na kufahamisha kwamba wafanyakazi wa Kichina ambao wanaopatikana katika kampuni hiyo nchini Niger wanatakiwa kurejea nchini China. Swala zima so kuhusu mshahara katika kampuni tofauti ulimwenguni huwa likigubikwa na mitazamo tofauti, ambapo kuna kampuni ambazo huwa zikitoa mishahara kwa wafanyakazi wake kulingana na vigezo tofauti na kutokana na njaa ya mtu ambaye anayetafuta ajira katika kampuni hizo. Kuna kampuni ambazo huwa zikitangaza wazi ya kwamba inatoa mshahara mkubwa kwa mtu ambaye atakayekuwa na familia, mtu ambaye tayari atakayekuwa na mke na watoto kuliko yule ambaye atakayekuwa hana familia, akiwa peke yake. Hivyo basi kitendo hicho kinatajwa kwamba ni kwa na na kitendo hicho, kwamba, cha ubaguzi na unyanyasaji, kwa kuwa yule ambaye atakayepewa mshahara mkubwa kwa sababu tu anayo familia, huku yule ambaye akiwa hana familia huwa akipewa mshahara mdogo, inatajwa kwamba yule ambaye ana mshahara mdogo atashindwa kuwa na familia kwa kuwa mshahara ambaye anaopewa ni mshahara ambao haukidhi mahitaji yake, ikiwa ni pamoja na malengo ambayo amejiwekea katika miaka ijayo. Hivyo basi, shirika la kazi ulimwenguni la kimataifa linafahamisha ya kwamba mshahara utolewe sawa kwa wafanyakazi wote isipokuwa mwajiri pindi ambapo atakapokuwa na maamuzi ya kuweza kutoa mshahara mkubwa kwa yule ambaye tayari anayo familia, basi itoe kiwango hicho kama zawadi, na wafanyakazi wengine hawana haja ya kufahamu ni kiwango gani ambacho ameweza kupewa kwa sababu tu anayo familia hali hiyo, kwa kwa kuwa hali hiyo huwa ikipelekea kudhofika kwa kazi na wafanyakazi aidha, waajiriwa wale ambao wanaokuwa hawajawa na familia hawatofanya kazi kama inavyostahili, kwa kwa kuwa kuwa tayari wanajihisi kwamba wanapewa mshahara mdogo kwa kuwa hawana familia na mshahara ule ambao wanaopokea hawafanyi wao kuweza kupata familia. Ni mtazamo mfupi tu huo kuhusu kile ambacho kinachotendeka katika mashirika tofauti. Tukirejea nchini Niger, inatajwa kwamba wafanyakazi kutoka nchini China ambao waliokuwa wakifanya kazi katika kampuni hii ya CNPC walikuwa wakipokea kiwango cha mshahara ambacho kimetajwa kuwa ni dola takriban 87 huku raia wa Niger ambao pia ni waajiriwa kama waajiriwa wengine katika kampuni hiyo walikuwa wakipewa mshahara wa dola 1200, kitendo ambacho wizara ya nishati na wizara ya mambo ya ndani zimefahamisha kwamba kitendo hicho hakiwezi kukubalika hata mara moja. Hivyo basi, wasimamizi katika kampuni hiyo wanatakiwa kuondoka haraka iwezekanavyo, iwapo atashindwa kupata suluhu katika mvutano huu kati ya wafanyakazi wenye asili ya Niger ambao wanaoomba haki sawa na wafanyakazi kutoka nchini China. Ni mara ya pili waziri wa nishati wa Niger kuja juu kuhusu kampuni hii, ikikumbuka kwamba mnamo mwaka 2024 aliwahi pia kuzungumzia suala hili na kukemea vikali ya kwamba kampuni hii inafanya kitendo ambacho kimeonekana kuwa ni ubaguzi kati ya wafanyakazi wenye asili ya China na wafanyakazi wenye asili ya Niger, ilihali ya kwamba katika makubaliano ambayo ilipelekea kampuni hiyo kuweza kuanzisha shughuli zake za uchimbaji mafuta nchini Niger ilikuwa ni kuhakikisha kwamba raia wa Niger pia wanaweza kuajiriwa kwa kiasi kikubwa katika kampuni hiyo, wakati ambapo kwa sasa inaonekana kuwa wanaoajiriwa kwa kiasi kikubwa ni raia kutoka nchini China na ni wafanyakazi ambao wameonekana kuwa na maslahi makubwa kuliko wafanyakazi wenye asili ya Niger. Katika mkutano ambao uliofanyika mwanzoni mwa Mei mwaka 2025, waziri wa nishati wa Niger alifahamisha kwamba eidha alipendekeza kwamba wafanyakazi kutoka nchini China ambao tayari wamezidisha muda wa miaka minne wakiwa wamesaini mkataba kama wafanyakazi katika kampuni hiyo waweze kuondoka nchini humo kurejea nchini China huku raia wengine wa Niger wakitarajiwa kuajiriwa katika kampuni hiyo kama ilivyokuwa imesainiwa katika makubaliano ya kwamba A, raia wa Niger pia wanatakiwa kuajiriwa kwa, kwa kiasi cha kutosha katika kampuni hiyo. Lakini jambo ambalo limeshuhudiwa katika kampuni hiyo, inatajwa kuwa hakuna raia wa Niger wenye ujuzi wa kiufundi kama wafanyakazi hawa kutoka nchini China katika kampuni hiyo, na ndio kitendo ambacho kimepelekea wafanyakazi hawa ambao waliotakiwa kuondoka nchini Niger haraka iwezekanavyo kushindwa kuondoka kwa kuwa kampuni hiyo itajipata katika hali ngumu kwa kuwa itashindwa kuwapata wataalamu katika sekta hiyo ya uchimbaji mafuta wenye asili ya Niger. Na vilevile wizara vile hii ya nishati ya Niger imetupiwa lawama ikitajwa kuwa imeshindwa kwa muda wa miaka mingi zaidi ya miaka hamsini sasa kuweza kutoa mafunzo katika sekta hiyo ikiwa ni pamoja na sekta ya nishati na sekta nyingine tofauti ambazo kwa kiwango kikubwa zilikuwa zikiongozwa na mashirika tofauti yenye asili ya kigeni, kuweza kutoa mafunzo kwa raia wake pindi ambapo mashirika hayo yatakapoweza kuondoka basi raia wa Niger waweze kuongoza miradi tofauti ikiwa pamoja na miradi hii ya uchimbaji mafuta. Tatizo hili ambalo linaikumba Niger imetajwa kuwa sio tu tatizo pekee kwa Niger, bali ni tatizo kubwa kwa mataifa mengi barani Afrika, mataifa ambayo yanashindwa kuwa na wataalamu katika sekta tofauti, pindi ambapo kunaposainiwa mikataba. Na kile ambacho taasisi tofauti zinatuhumiwa ni kwamba viongozi, pindi tu ambapo wanapokuwa wamekusanya chao, basi huwa hawaangalii maslahi ya jamii kwa ujumla, na kupuuza kabisa ni nani ambaye atakayeweza kuendesha taasisi hizo edha miradi hiyo, pindi ambapo viongozi wa mashirika hao ambao mara nyingi huwa ni kutoka magharibi edha China pindi ambapo atakapochukua maamuzi ya kuweza kuondoka na pindi ambapo wanapoondoka huwa kukiandaliwa tume maalum kujielekeza katika mataifa hayo ili kuweza kusaini mikataba mingine mipya ili kuhakikisha kwamba kampuni nyingine ambayo itakayohusika labda na uchimbaji mafuta, kwa kuwa tunazungumzia uchimbaji mafuta nchini Niger, kuweza kurejea kwa mara nyingine katika taifa hilo, aidha katika mataifa hayo na kuendelea na miradi yake, huku raia bila ya kujali taifa kupoteza fursa ya kuweza kuwa na wataalamu wake katika sekta hiyo uhaba wa wataalamu katika sekta tofauti nchini humo Niger, imetajwa kwamba ndio kitendo ambacho kimepelekea serikali ya Niger kuonekana ya kwamba kulegeza msimamo wake ambao ulikuwa tayari umekwisha tangazwa rasmi kuwa wafanyakazi wenye asili ya China katika kampuni hiyo ya CNPC wanatakiwa kuondoka kabla ya mwezi Mei kumalizika, kitendo ambacho kimewashangaza wengi kuona wafanyakazi katika kampuni hiyo, wafanyakazi wenye asili ya China katika kampuni hiyo bado wanapatikana katika kampuni hiyo na kuendelea na kazi zao kama ilivyo kawaida, huku ikitajwa kuwa na mishahara yao bado ni ile ile kama ilivyokuwa hapo awali, haiwezi kulinganishwa na waajiriwa wenye asili ya Naija katika kampuni hiyo. Waziri huyu wa nishati wa Niger inatajwa kwamba alikuwa na jazba wakati ambapo alichukua uamuzi kama huo bila ya kutafakari, kuhusu nani ambaye atakayerejea katika nafasi hizi pindi ambapo raia hawa kutoka China katika kampuni hiyo watakapokuwa wameondoka, na kwa sasa kuonekana ya kwamba mazungumzo bado yanahitajika, huku kampuni hii ikionekana ya kwamba kuendelea kuwa na nguvu na kuonyesha msimamo wake na kuweza kumshinikiza waziri huyo kuweza kukubali kile ambacho kampuni hiyo uongozi wa kampuni hiyo itaweza kutoa kama ushauri kwa serikali ya Niger moja kwa moja kuhusu ni nani ambaye anayestahili kuajiriwa katika kampuni hiyo na ni nani ambaye anayestahili kupewa mshahara mkubwa katika kampuni hiyo. Na katika mitandao ya kijamii inatajwa kwamba waziri huyu wa nishati wa Niger tayari amekwisha puyanga kutokana na uamuzi huo aliochukua, uamuzi ambao unaifanya kampuni hiyo kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika kuchukua maamuzi kuhusu wafanyakazi wake licha ya kusainiwa ya kwamba wanaotakiwa kuajiriwa kwa, kwa kiasi kikubwa katika kampuni hiyo ni raia wa Naija ili waweze kujikwamua kutoka katika hali duni ya maisha ambayo waliokuwa wakiishi kwa muda mrefu. Taifa kuwa na rasilimali haitoshi kuwa taifa lenye nguvu, aidha taifa tajiri bali viongozi wanatakiwa pia kutafakari rasilimali hizo vipi zinaweza kutumiwa na vipi, wapo wataalamu ambao watakaohakikisha rasilimali hizo zinakuwa na manufaa ya moja kwa moja kwa taifa lake, kwa kuwa watakuwa na ujuzi wa kutosha kuhusu rasilimali hizo. Inatajwa kwamba mataifa ambayo yana rasilimali ambazo zimeonekana kuwa ni za kimkakati ulimwenguni ni mataifa ambayo yatajipata katika wakati mgumu kwa kuwa kila taifa lenye mtazamo wa kimkakati litatafuta njia ya kujipenyeza ili kuweza kuhakikisha kwamba linanufaika na rasilimali hizo ambazo zinapatikana katika taifa hilo, na mfano ulio hai ni rasilimali ya mafuta na nishati nyingine tofauti, aidha madini mengine tofauti yanayopatikana nchini Niger, ambapo tayari China na Urusi tayari zimekwisha jipenyeza nchini Niger.